Uwe, uwe, uwe. Kama unavyoona kama unavyoona ni shamra shamra baada ya Umoja FC kufanya kazi yao, wameibuka na ushindi, yaani wamekuwa mabingwa wa kombe la numbukapu. Kama unavyoona wana shamra shamra, kama nilivyowahi kuambia mwanzo kwamba leo tuna fainali. Na sasa fainali imeisha salama na ubingwa tumechukua, eh, ndio maana unaona kila kitu kiko sawa hapa eh, bila kuchoka eh. Eh bila kuchoka. Oya, mwanangu viya ni aje, mwanangu. Fresh tumbui. Kama kawa. Hivi unaonaje mecha leo? Ah mecha sana. Naona umechukua kombe vizuri. Changamoto za kama kawaida. Naona ni Asumbui. Ah unajisikiaje baada ya kubeba kombe hili?